Ebana, picha za droni zilizopigwa kwenye uh, kutoka kwenye ukanda wa Gaza, si zimeibua hisia nzito zaidi duniani, baada ya karibu miaka miwili ya mashambulizi yaliyokoma. Gaza sasa imegeuka kuwa jangwa la mawe na vumbi, miji, majengo na barabara vikiwa vimefutika kabisa kama havikuwepo. Video hiyo ya anga ambayo inaonyesha maafa ya kutisha, mitaa iliyokuwa na makazi ya watu imebaki majivu, barabara kuu zimekatika, majengo ya shule, hospitali na misikiti yameporomoka. Kwa macho eneo zipa, zima linaonekana kama mabaki ya apokalipsi. Hakuna kijani, hakuna taa, hakuna miundombinu. Ni uharibifu wa kiwango ambacho dunia haijawahi kushuhudia katika karne hii. Waandishi walioko Gaza wanasema ni vigumu kutambua sehemu yoyote iliyosalia salama. Watu waliobaki wanaishi miongoni mwa magofu, wakitumia mabaki ya nyumba zao kujenga vibanda vya muda mmoja. Wakazi wa wakazi Deir al Baha anasema kwa huzuni, tulikuwa na mtaa, tulikuwa na majirani, tulikuwa na maisha, sasa ni vumbi tu, hakuna kinachoitwa nyumbani tena. Tangu Oktoba elfu mbili na ishirini na tatu vita kati ya Israel na makundi ya Palestina yameendelea bila kupoa. Ripoti za kimataifa zinasema mashambulizi ya angani zaidi ya laki moja yamefanyika katika kipindi hicho, yakiharibu zaidi ya asilimia sabini ya miundombinu ya Gaza. Maji safi, umeme, hospitali, yote yameporomoka. Kitu pekee kinachosikika sasa ni ndege za kivita na sauti za watoto wakililia gizani. Baada ya video hii kuenea mtandaoni, viongozi na wanaharakati duniani wamejitokeza kuomba hatua wa za haraka. Wengine wanataka uchunguzi wa Umoja Mataifa kuhusu kile wanachokiita mauaji ya laiki ya kisasa. Wengine wanataka ceasefire ya kudumu na misaada ya kibinadamu kurudishwa, kuingia bila vizuizi. Lakini mpaka sasa, hadi inaonekana kubaki vile vile. Gaza ni kwa kivuli cha historia yake. Picha hizi za drone si tu ushahidi wa uharibifu wa kivita, bali pia ni ukumbusho wa gharama harisi ya chuki na ukimya wa dunia kwa watu wa Gaza, ndoto ya amani bado ipo mbali, lakini kilio chao sasa kimefika angani na dunia nzima inaliona. Pray for Gaza, Mungu aisimamie siku zote.